Sasa, mbona tumefika mpaka hapo? Nagoma kuingia. Kwa nini lakini? Kijio? Kwa sababu hii gesti ni ya kichepo, kicheko mwenyewe mbea mbea, na nikiingia umu watu wote wataniona. Ah. Kwa vyo unamuogopa kicheko? Kwa sababu kicheko mwenyewe mbea mbea, nikiingia umo ndani tu watu wote watajua. Sasa hiyo gesti imepunguliwa ina maana gani? Si wapate wateja Wewe koko marabu wa mwarabu koko mwarabu wa Dubai mwarabu tolola mwisho wa zenzi. Haya ah, kulikoni? kumkalisha mtoto mkali pisti kali imenyoka, African beautiful nyuma ya gesti ambayo ni <laughs> ni za buku tano tano, unataka ng'atwa na chawa huyo. Siko tu mnaongea, mmekosa sehemu za kwenda kuzungumzia mpaka mje kwenye gesti ya kicheko Naijua hiyo kwanza, we nakudai, wewe nakudai simu yangu. Nimekutunza kiporo tu, wewe ngoja <gulia> wapangaji wangu wa uani wa nyuma waje wamie mbele hapa, waje wamie mbele hapa <gulia> zichaji kidogo <gulia> utajuta, nimekutunza wewe, unaonga simu yangu, simu langu limetoka zake Bankoko <gulia> ukaonga we, nimekutunza wewe <ne> <gulia> Usiniangalie kama hivyo, atoka! Nasema toka, ndakuweka, kwa ndakuweka. Ah, <laughs> uh, mtoto mzuri huyo, Afrika ni beautiful, kumlazi, kumlazi kidogo, vipi? Mtoto mzuri beautiful, beautiful, yeah. Unakalishwaje hapa kwenye gesti za buku tano tano, zinanuka shombo michawa Eh? Kwa nini <laughs> eh, mama mama, hivi wewe unaitwa nani yani? Unaitwa Rehema. Rehema. Ah! Yani sisi tunakaa tukiomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu nijalie heri na rehema zake, kumbe na wewe upo hapa na usemi <laughs> sasa nisikilize mama, mimi sitaki mambo yawe mengi Nipe namba kwa simu, alafu kila kitu <laughs> ndakiweka sawa. Kuchelewachelewa kwenye fursa mimi mbona ndo sitaki. Mama, tia namba <laughs> wewe tia namba, alafu <laughs> usevu na labuku kubei <laughs> hey, mimi Okay. Nikajua unanipa namba ya gari. Mama, sevu na alabuku bei na yotwaga hivyo siku hizi. Sawa mama. Kwa hiyo wewe subiria mrejesho wangu. Alafu nitakupigia nitakutwangia tu ya jenge mama. Ah, mambo ya kucheza cheza ya mimi mambo siwezi. Mzeno vitu hivi vyo sivyo sivyo black beautiful. Anapenda mama. Ah, unaweza kaenda. Ah, mama sio huko tena mama. Huku. Peter mama.

Mm. Nilikuwa namuulizia Narabuku Bay. Anapatikana wapi hapa? Narabuku Bay. <laughs> Mambo ya sultana hayo. <laughs> Usijali mrembo, umefika ulipofika, ndipo hujakosea kabisa. Ndo mimi Narabuku Bay. Samani kaka, nafahamiana naye sema, anapofanyia kazi ndo sipafahamu engeli kwake nini. Na, kumbe <laughs> ila pia sio mbaya, kwa kuwa umekutana na mimi Chenga Chenga mbili handsome boy Shalubalo Vingunguti, pedeshe tupatupa janja -tupa, la kutafuta jinga la kutumia mpesi kuonga mzio wa miamala. Siku hizo ananiita Mr Misifa <laughs> akijaribika kitu. Ukikutana na mimi jua umekutana na fuko la hela <laughs> na unanishawishishawishi, yani jinsi ulivyo wewe ndo vitu vyangu kabisa navyovipenda. Achana uh, na huyo Narabuku mshamba tu, kutana na sisi wajanja from vingweta Vingunguti moja je? <laughs> Yeah, naweza nikapata namba yako ya simu? Maana ukinipa tu namba yako ya simu elfu hamsini hela nakupatia wewe. Unahitaji namba yangu? Yeah. Mm -mm. Si iPhone? Sasa mm -mm, iPhone. Hizi ndo pigo zangu. Watu kama wewe ndo ambao nilikuwa nawatafuta muda mrefu sana unajua. Mimi miamala yangu huwa natuma lenki kwa lenki, yaani kutokana na mtu jinsi alivyo, na kwa wewe, kwa kuwa unatumia iPhone -i. Basi nitaanza na laki moja na nusu, sio elfu hamsini tena Nimeiona mrembo. Sasa maneno yasiwe mengi, nisijiumeume. Mi mtoto wa kiume bwana, hacha <laughs> nikutumie mtoto wa kike ukajirambe. mm. <laughs> Kusema ukweli, roho yangu imesita, inaniambia usitume laki moja na nusu. Hacha niongeze, nacha mazungumzo kidogo, cha juu iwe laki mbili. <laughs> okay. Vipi, imeingia? Kosawe kaka, ya ebu he, he, samani, ebu turn around. Kidobe, unaenda wapi? Watu wanatuelekea, mama baba we eh, kwa hiyotumeanza kuoneana wivu siku hizi, na kuonea wivu mi, sinaga wivu akijinga kama wewe, mimi ayo mambo sinaga <laughs> ama kweli, mbumbumbu apati mpaka akae na mwenye akili ya zake yaani, we unanuka kijasho cha wivu. Wapi, yaani mimi nikuonee wivu wewe? Mimi huyo sina hata kidogo, na nina simu na sehemu yoyote kafani chochote unachojisikia hata chembe sina niende kokote. Sasa sikiliza, leo itajulikana kati yangu mimi na wewe, nani ana wivu na, na mwenzie. Sijui umenielewa unanitisha. Hmm, sina wivu huo, sio hapa tu, hata uko nyuma pia sina wivu na wewe. Kwenda huko, umefubaa, umepauka kama vya asili ya mali mdogo. Unamsumbua nani? Hapo shega. <laughs> Uh, unanisisimua, siwezi <laughs> kukwacha hivi hivi, kwa kweli. Acha nikuongeze tena laki mbili nyingine mwa, mm. kama roho yangu imesita kutuma laki mbili, hebu niongeze tena elfu hamsini iwe laki mbili na hamsini. Kwa mtoto mzuri kama wewe ami, nazituma tu hata sijali vipi imeingia uko sawa kaka niko sawa niko tuu na ndio maana anafanya vitu kama hivi ni wachache sana ambao wanapata kama ulichokipata wewe <tos> <tos> vipi sasa unakubaliana na mimi ama bado uko na mawazi ya narabuku Iko akiwezekani, nimekuja hapa kwa ajili ya Narabuku. Jamani, kujitumisha kote, miamala kujiongelesha kote. Bado uko na mawazo ya Narabuku kweli? Unasikili miamala locima. Inatosha, nimekufikiria. Haitoshi bado sana, samani mwenyekiti. Niambie mama mama, la mama, slay queen Sakina, sema mama. Shikamoo kwanza. Marahaba. <laughs> suria wangu, mambo vipi? Yaani mwenyekiti, nie na mazumuni ya mimi kusimamisha hapa, kuna kiongozi hapa magengeni hapa, kanitukana kanizalirisha mimi hey. Kiongozi ndio kiongozi gani wa magenge hapa zaidi yangu mimi na Narabuku bei? Wewe, kuna kiongozi mwingine tofauti na mimi hapa Anajiita sijui Chenga chenga mbili, chenga mbili chenga chenga. Kiongozi ndiyo? Mpuzi tu mmoja, ana uongozi wowote yule? Sio mjumbe wala nani katika magengeani, mpuzi mmoja tu kutoka Vingunguti huko. Anasema e, kiongozi kanizalilisha, eti ananitamii kitoto kizuri cheupe, afu mi mchawi kweli. Ananiita mimi mchawi kweli, mwenyekiti. Hmm, yaani sababu ya yeye kuniambia hayo yote kanitongoza, nikamkataa, ananizalilisha pamagengeni, yani hata si ile, mwenyekiti. Ah! Yani kakutongoza umemkataa, kuita wewe kidemu kizuri afu kishirikina kichawi? Ndio. Yeah. hata kama ni kweli we mchawi, yeye inamhusu nini? Twende tuseme tu kusemezana mambo za kweli yani, kwamba wewe mtawi, mchawi, yeye inamhusu nini? Kakuzalilisha kwa kweli tu mwenyekiti, naomba uweze kulifanyia kazi yani, kanizalilisha sana mama Naomba relax, utulie, mimi hilo nitalifanyia kazi, kwa sababu siku hizo wananiita Narabuku bei, yaani hizo bei siku kwa watu hawa watatu tu, wa kwanza ni Etuguru bei, wa pili ni Osmani bei, watatu ni Narabuku bei. Wananitaje an nakuta Narabuku bei, yaani bei bei. Mama relax, kuna mchongo, na usikilizia huko na uwai chapu haraka, tutawasiliana, sawa mama a mama. Aya Basi acha nitume tena mwingine Narabuku baba. <gazio> assalamu ah, aleikum waleikum salamu warahmatullahi wa wabarakatu. kaifa hali? Hey, Karim mampenzi huyo? <gazio> nikajua utanipanga au tutokea. toto zuri limenyoka limepanda hewani twiga. nikajua basi ah, ndio nimeshakukosa mama, kumbe umekuja ahadi zako za kizungu. Welcome, hapa ndo kwenye magenge na mimi ndo mwenyekiti wa magenge haya, na hawa ni vijana wangu wote ambao nawatawala mimi kwenye haya magenge. tenga tenga mbili mbona hujamwelekeza mgeni aende kwenye magenge ya mwenyekiti pale atulie? Wewe unasomesa sinawisa tena hapa kulikoni? <laughs> nilikuwa namwelekeza, nimemwonyesha. Unaona pale kwenye manazinazi na daga daga watamuatamu kutoka Mwanza ndo kombo ni kitu wa magenge pale Mr. Narabuku. Mimi huyo yaani, unapata na haza afu unapata na shombo shombo <laughs> mimi daga kutoka Mwanza na ziwa Nyasa. natoka e, Zanzibari, uko kwa e, mama kwa Kizimkazi yeah. Ulitakuwa kufanya hivyo mimi huyo mapenzi basi, tuondoke kwenye magenge yetu ukainjoi, tukayajenge twende mama. okay. Vipi? Miamala unafanyaje? miamala <laughs> mambo ya miamala tena. A ame, ame nifunia miamala. pesa, pesa. We, tenga, tenga bili, mambo ya miamala. Kwani wewe unafanya biashara gani hapa? Unafanya biashara ya kuuza nyanya au biashara ya vibanda vya wakala unaingiza na kutoa pesa? <laughs> Hamna ndugu yangu, nilikuwa tu naleta ucheshi kwa mgeni nikaona sio mbaya nikiongeaongea naye kidogo, nimtumie kaela kasoda ili asijione mpweke. Baba ah, pesa ya soda? Yaani pisi imenyooka imekaa vizuri. Wewe Chenge unampa pesa ya soda kwa nini usiende kumnunulia hata nke savana? Unanunua soda mwendo wazimu hey. mapenzi kakupa kishi ngapi cha soda hicho? Tumrudishie, hatupendi zarau lakini na nusu amna, baba <laughs> itakuwa akakosea kutadia akajichanganya, ila ni elfu nne mia tano <laughs> ah, elfu nne mia tano au lakini na nusu <laughs> ona, We baba, kwani wewe hapa kwenye ama genge umekuja kuonga umekuja kufanya biashara Vyote viwili hamna. Fanya biashara, lakini na nusu. Sawa baba, endelea kuonga. Si ndio wajinga ndio waliwao, unagaramia vitu sio vya kwako. Basi nirudishie kiendacho kwa mganga, akirudi tiziwea nauma na kutia jingine Uweze kufunga mdomo mapenzi. Uzidi kubarikiwa kubarikiwa, kuonga tizwe da nusu ile. Nimetuma imeenda, e kama upepo ili baba nao shenzi malaya kila mwanamke wake hila, hii sio kweli, lakini nne na itaipambania. Imeniuma kuliko vyote ambavyo kujua kunitokea katika maisha yangu, mimi nitairudisha kivyo vyote hivi vyo. Nitairudisha tu Narabuku, ah, kazi unayo watu waka wote, kazi unayo hiyo, lakini ah, si